Nitaenda nikupe nondo za muhimu ambazo zitakusaidia kuelekea kwenye usaili wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Sasa, kabla hatujaenda kwenye maswali, kuna swali la msingi na bidi nikuulize. Je, umezingatia vitu vyote vya muhimu ulivyoelekezwa kwenda navyo? Kuna kipengele cha muhimu sana kwenye tangazo la kuitwa kwenye usaili kinasema: zingatia yafuatayo. Sasa kama usipo ya zingatia hayo, hata kama uwe na Division One au uwe na GPA ya tano, sahau ufaulu huo usaili. Kikubwa zingatia yafuatayo ulioelekezwa kwenye tangazo la kuitwa kwenye usaili, uwe navyo vyote. Sasa maswali ya usaili yanaweza kuwa ya aina tatu kuna maswali ya uandishi yani written interview, lakini kuna maswali ya ana kwa ana unaweza ukaita oral interview. lakini kuna maswali ya vitendo yani practical interview. Sasa nitakushushia maswali kwenye comment section uweze kuyaangalia au kuyapitia pitia. Share video hii , lakini usisahau kusubscribe katika channel yako ya Mswax Info.